Karibu sana mpenzi. Asante. Mbona kama nyumbani kwako umebadilika sana? Hamna, ni maisha tu, nimeuza baadhi ya vitu. Sasa kwa nini umeuza vitu vyako? Acha tu Sam, naona kama mambo yangu hayaendi. Kwa kifupi, nimefilisika kabisa, mpaka muda mwingine nakosa pesa ya chakula. Ndiyo maana nikaamua kuuza vitu vyangu ili nipate pesa ya matumizi. Usijali mpenzi, kama ni pesa, najua utazipata tena. Sijui kama nitaweza kurudi kwenye hali yangu ya mwanzo, maana nimeuza mpaka kompyuta yangu nilokuwa naitumia kufanyia kazi. Yaani kwa sasa nimebakiwa na hicho kitu ulichokikalia. Usijali mpenzi, mimi naamini unaweza kupata pesa kama mwanzo, kwa sababu wewe ni mtu unayejituma sana. Mimi nadhani kwa sasa ungetafuta kitu kingine cha kufanya, ili uweze kupata pesa za kujikimu. Yaani, nimejaribu kufikiria na kufikiria lakini sijapata kitu cha kufanya kabisa. Duh, sasa utafanyaje? Ngoja kwanza nikatafute kitu cha kula, akili yangu ikae sawa. Hayo mambo mengine nitayashughulikia baadaye. Hilo ni wazo zuri pia. Sawa, twende basi, unisindikize. Poa. Oh, nimesahau kadi yangu ya benki, ngoja nikaichukue kwanza. Hakuna shida, wewe nenda kaichukue, mimi utanikuta barabarani. Sawa. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto, hadi hadithi zinazohamasisha matumaini yanayostawi kupitia kila tukio, tunajifunza na kukua. Swahili Animation, onyesho la kusisimua kutoka kwenye kicheko hadi mafunzo ya kina. Mambo, handsome. Poa, mrembo, hebu njoo basi, karibu niambie mrembo. Mimi naitwa Chausiku, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Sam aka Sukari ya Warembo. Wekaka, unatambo Hamna! <laughs> Bwana, hizi tambo zisikuogopeshe. Hivi unajua wewe ni mrembo sana. Acha utani basi, sio kwamba unanipaka mafuta kwa mgongo wa chupa? Kweli siwezi kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa bwana. Kwanza huwezi amini, yaani kusema kweli, sijawahi kuona mrembo kama wewe tangu nizaliwe. Hebu acha uongo bwana. Sio uongo, yaani kusema kweli, Mungu akakupendelea sana. Wewe sasa umezidi. Hebu tuachane na hizo habari bwana, mimi nipo hapa kuangalia angalia mazingira kidogo. Vipi wewe? Mimi nilikuwa nimekuja kumtembelea rafiki yangu na sasa hivi ndo nilikuwa naondoka, lakini pia naweza nikakutembeza hapa mtani kama utojali. Kwa jinsi ulivyo handsome nitakataje? Kwa mfano, kama kuna baa kubwa maeneo haya, tuende tukapige vitu kwanza, tuchangamke. A, a, a, kuna baa kubwa hapa ambayo ipo karibu na hapa tulipo, ninaweza kupeleka. Mbona kama una wasiwasi? Hamna bebi. Mbona yule dada anakuita bebi? Hamna, yule ndo rafiki yangu nilikwambia nimekuja kumwona. Ametoka mara moja tu kuniaga ili niondoke. Bebi, bado anakuita. Hebu msikilize kwanza. A, a, a, a, malaika Oh, kumbe wewe ndio rafiki wa Sam? Rafiki ndiyo. Sam ameniambia wewe ni rafiki yake, na mimi nimependezwa sana na uchangamfu wake na jinsi alivyo handsome. Nimeona ni vyema nimtoe out na hata ikiwezekana tuanzishe mahusiano. Okay, asante kama umempenda, lakini tayari ana girlfriend wake ambaye ni mimi. Kwa hiyo unamaanisha Sam ni boyfriend wako? Ndio. Sam, haya maneno ni ya kweli? Acha nayo maneno bwana, maana haya hayana ukweli wowote. Hebu kwanza twende baa tukasukuze koo. Sam, hebu funga huo mdomo wako, huu sio muda wa utani. Mimi sikujui na wala sina mahusiano na wewe, kwa hiyo tafadhali, naomba ukae mbali na mimi. Sam, wewe si ulikuwa wote ndani muda mfupi uliopita? Yaani kitendo cha kukuacha hapa nje dakika chache na kuenda ndani kuchukua kadi ya benki, sasa hivi unanikana kweli? Malaika, wewe ni mjinga wa mwisho. Tafadhali naomba usitumie ujinga wako kunivurugia mambo yangu, umesikia? Na kuanzia leo, huyu unayemwona hapa ndiye mwanamke wa ndoto zangu. Kwa hiyo naomba utuache twende tukale raha kwa amani. Bebi, hebu twende, achana na huyu mjinga, tayari mmeshamalizana? Ndio. Ndiyo. Haya Malaika, umeona nilichokuwa nakwambia? Acha tu rafiki yangu, yaani sikutegemea. Hebu ngoja kwanza, kwa nini kinaendelea kati yenu? Samuel, hauna akili hata kidogo. Chausiku ni rafiki yangu sana, na huu ulikuwa ni mtego tu. Nilimweleza Chausiku kuwa ni mwanaume unanipenda na kunijali, lakini nilipomwonesha picha yako aliniambia kuwa anakufahamu na ulisha muacha mmoja wa rafiki yake baada ya kufilisika. Kwa hiyo sasa hivi nimekujua vizuri tabia yako wewe ni kutembea na wanawake wenye pesa na kuwatumia pesa zao. Zikiisha unawaacha na kwenda kwa wanawake wengine. Sasa, kwa taarifa yako, mimi sijafilisika na wala sijauza vitu vyangu vya ndani, ila nilivihamisha tu ili kukuaminisha kuwa nimefilisika. Na hata ile gari alilokuja nalo cha usiku mimi ndio nimempa ili akujaribu nalo, na kama ungepita huu mtihani lingekuwa la kwako, lakini kwa kuwa umeshindwa mtihani, basi namwacha cha usiku. Oh Malaika, asante sana rafiki yangu. Tafadhali naomba unisamehe mpenzi, mimi nilikuwa naigiza tu. Mimi nilikuwa natafuta mwanaume anayenipenda kwa dhati na sio mwanaume anayejua kuigiza. Kwa hiyo kuanzia leo sitaki tena kukuona nyumbani kwangu.